kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu, na huo ni wasia wa Allah subhanahu wa taala kwa umma zote, na huo ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma huu. Mcheni Allah subhanahu wa taala kwa kutekeleza awamiri zake na mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kukatazika na yale yote aliyoyakataza Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamefaulu katika maisha haya ya dunia, pia watafaulu watakapokutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo haina shaka ndani yake.

amefadhilisha baadhi ya masiku kuwa bora kuliko masiku mengine, kama alivyofadhilisha siku ya Ijumaa kwamba ni sayidul ayami alusbu'i, ndiye bwana wa masiku ya wiki. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya mausiku kuwa bora kuliko mausiku mengine na pia Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya miezi kuwa ni bora kuliko miezi mingine, na huo ni uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anafanya anachotaka na wala haulizwi. Na pia ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala katika uchaguzi huo kwa waja wake walio wema

na kila sifa ya upungufu na uchaguzi wa Allah subhanahu wataala, ni miongoni mwa ujuzi wake, ni miongoni mwa hikma zake Allah subhanahu wataala na miongoni mwa ukamilifu wake Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala amechagua katika miezi Kachagua miezi minne mitukufu na ndani ya miezi hiyo minne uko mwezi wa Rajab ambaye ndiye sasa tunaishi ndani ya mwezi wa Rajab huu. Ni katika miezi ambayo Allah subhanahu wataala ameichagua kwamba ni miezi mitukufu. Anasema Allah subhanahu wataala katika surati At-Tauba:

na hii ni toka alipoumba Allah subhanahu wa taala mbingu na ardhi, na ndani ya miezi hiyo min kumi na mbili anasema kuna miezi minne mitukufu. Na akasema Allah subhanahu wa taala ndani ya miezi hiyo minne mitukufu, dhalika dinul qayyim hiyo ndiyo dini iliyekuwa sawasawa. fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu, msifanye dhulma, kudhulumu nafsi zenu. Allah anatukataza na tumo ndani ya mwezi mtukufu

Ukifanya dhulma ndani ya miezi hii minne mitukufu, madhambi yake ni makubwa mno kuliko dhulma hiyo ukiifanya nje ya miezi hii minne pamoja na kwamba dhulma imekatazwa mwaka mzima, lakini Allah anatuambia: fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu, ukiwemo mwezi huu wa Rajab, na kudhulumu nafsi. Dhulma ni wadaau shay'in min ghairi mawadhi'ihi, dhulma maana yake ni kuweka kitu mahali ambapo si mahali pake. Umefanya dhulma wewe. Au dhulma an tuaddi an alhaq ila albatil, dhulma ni mtu kuiacha haki na kuifata batil umefanya dhulma we kule kuiacha kwako kwa haki, wakati unajua hii ndiyo haki, ukafata batil. Umefanya dhulma wewe, ukuiweka hiyo haki sehemu yake. Sasa Allah subhanahu wa taala anatukataza tusifanye dhulma ndani ya miezi mitukufu, ukiwemo mwezi huu wa Rajabu. Maana Allah subhanahu wataala anakataza kufuru, anakataza shirki, anakataza unafiki. Mwenye kufanya unafiki amefanya dhulma, kuidhulumu nafsi yake. Allah subhanahu wataala anakataza husda, anakataza usengenyaji. Hizi zote ni katika aina za dhulma anakataza dhalala, mambo ya upotovu pia. Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa dhulma anakataza bid'a. Bid'a ni katika dhulma, unaidhulumu nafsi yako. Matendo ya uzushi na yakasingiziwa katika dini mengi mno yamo ndani ya mwezi wa Rajab, na asilimia kubwa ya watu wanaamini kwamba hiyo ndiyo dini Kumbe watu wanafanya dhulma tena ndani ya mwezi mtukufu. Miongoni mwa mazushi ambayo yamo ndani ya mwezi wa Rajab kuna salatu raghaib inaitwa hivyo, sala ambayo inasaliwa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, baina al-maghrib wal-isha

fi lailatil qadri mara tatu na rakaa ya pili unasoma suratul ikhlas baada ya suratul fatiha. Baada ya kumaliza swala hii unamswalia Mtume mara sabini. Ibada zote hizi hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanywa ndani ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajabu ni ibada ambazo zimeanzishwa mwaka mia nne na themanini baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena sehemu za Sham. Miaka mia nne na themanini ndio ibada hii inaanza, ibada ambayo Mtume haijui, ibada ambayo masahaba hawajui Ibada ambayo maimamu wote hawaijui, leo inatekelezwa na mtu anajinasibisha kwamba mimi ni madhhabu fulani. Mbona imamu wako haijui ibada hii? Imamu Malik rahimahullah anasema, Imamu Malik imamu ambaye amesifiwa na imamu Shafiiyu, kwani imamu Shafii ni mwanafunzi wa imamu Malik. Imamu Shafiiyu anasema idha dhukira lulama famaliki najmun. Imamu Shafii anasema anapotaja wanawachuoni wa basi imamu Malik ndiyo nyota yao, ndiyo anayewaangazia wanachuoni hao. Na akasema katika maneno yake mengine, hadithi inapotoka kwa imamu Malik, anasema maneno haya imamu Shafi, kwamba hadithi hiyo ni nyota katika umma. Imam Malik anasema ma lam yakun yawmaidhin dinan lam yakun dinan lam yakun yawma dinan. Imamu Malik rahimahullah anasema jambo lolote ambalo halikuwa la dini wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hilo haliwezi kuwa la dini wakati wetu huu sasa tuliokuwa nao. Na Imamu Malik akiyasema maneno hayo ni karne ya pili hiyo sasa hivi tupo karne ya kumi na nne. Imamu Shafii anasema jambo lolote ambalo imamu malik, jambo lolote ambalo halikuwa dini jambo hilo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam haliwezi likawa ni la dini wakati wetu huu wa sasa. Sikwambii katika karne hii ya kumi na nne, hii ilikuwa ni karne ya pili. Kwa hiyo salatu raghaib ni swala ambayo haifahamiki katika dini na funga yake kabisa. Pia kuna watu wanahusisha ibada mbalimbali mbali ndani ya mwezi huu wa Rajab, ikiwemo kuwaombea dua waliyetangulia wanarehemiwa ndani ya mwezi huu wa Rajab, na watu wanafanya ziara maalum ya kwenda makaburini Haya hayajathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusisha mwezi wa Rajab kwamba ndiyo mwezi wa kuwarehemu waliyekufa, kuwaombea dua waliyekufa. Kumwombea dua aliyetangulia ni haki ya mtu na haina siku maalum wala wakati maalum wala mwezi maalum. Utakapohusisha na siku maalum na mwezi maalum, kunahitaji dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia kuna ibada zingine alatra au al atira chinjo, ambayo wa watu wanachinja special kwa ajili maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajabu. Chinja hii ilikuwepo katika zama za ujahili.

Haya ni maneno ya amiri Mu'minin Umar ibn al-Khattabi, kwamba hakika mwezi wa Rajabu walikuwa wakiutukuza sana majahili, lakini ulipokuja Uislamu ukafuta, ukabaki ni mwezi mtukufu, lakini hakuna ibada maalum ya mwezi huo, na ziko ibada nyingine nyingi ambazo tunazishuhudia ambazo ni maalum ndani ya mwezi wa Rajab ikiwemo funga ya mwezi mzima wa Rajab. Na watu wanapupia funga hizi, wanaacha funga ambazo zimo katika asili, lakini wanapupia funga ambazo Uislamu haujaelekeza. Huku ni kurithi mila za kijahili.

Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura Al-Araf, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale yote ambayo yaliyeteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, fuateni yale yote yaliyeteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifuate kinyume na hayo, na wala msifuate mkampata rafiki au kipenzi au mlinzi kinyume na yale aliyeteremshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Imamu Kurtubi rahimahullah llah anasema wakati akifasiri aya hii kwamba fuateni yale aliyeteremshwa kutoka kwa Mola wenu. Imam Qurtubi rahimahullah anasema ittabi'u kitab Allah wa sunnati nabiyikum, fateni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pia fateni mafundisho ya mtume wenu, mtakuwa mmefuata kile kilichoteremshwa kutoka kwa Mola wenu. Mwisho Allah subhanahu wataala anasema qalilan ma tadhakarun, ni wachache wenye kukumbuka kuyafata yaliyotoka kwa mola wenu, ni wachache wanayekumbuka hayo, ni wachache wenye kuwaidhika na maneno ya Allah subhanahu wataala, na ni wachache wenye kurudi kwa Allah subhanahu wataala kuangalia hili ninalolifanya limetoka kwa mola wangu au limetoka wapi?

kutoka kwa Anas bnu Malik. Anas ambaye katika masahaba ambao wameishi muda mrefu ni Anas bnu Malik ni mmoja wapo. Anas bnu Malik ameishi na mtume ndani ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya miaka kumi. Anas bnu Malik ameishi zama za Abu Bakari Siddiq ameishi zama za Omar ameishi zama za Uthman, ameishi zama za Ali bn Abi Talib. Anas bn Malik ameishi katika daulat lumawiya. Anas bn Malik ameishi chini ya kiongozi dhalim ambaye ni fasik Hajjaj bn Yusuf Athakafii. Anas bn Malik ameishi katika zama hizo, napaka ja wanasema, Anas bn Malik ameishi miaka 80 baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam

ala ahadi lnabiyi sala llahu laihi wasallam min almuhlikati imamu Anas bin Malik sahabiyun jalilun anasema, hakika nyinyi, anawaambia matabii katika zama zake, hakika nyinyi mnafanya matendo matendo ambayo mnayaona ni mepesi sana katika macho yenu nyinyi hayo matendo mnayoyafanya mnayaona nyinyi ni mepesi sana katika macho yenu, lakini sisi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunahesabu ni katika maangamizi. Hayo matendo kufanya tasahul katika ibada mbalimbali mbali. ahisi ibada kwani kuna tatizo gani? si tunafanya wengi, kwani tatizo lake ni nini? Anas ibn Malik anasema mnafanya mambo mnayaona mepesi sana, lakini mbele ya Allah subhanahu wataala, sisi tulikuwa tunahesabu kwamba haya ni katika matendo ambayo yatatuangamiza mbele ya Allah subhanahu wataala. Ibadallah, tujikurubishe kwa Allah subhanahu wataala ndani ya mwezi huu mtukufu kwa kuyafanya yale ambayo ni sahihi ambayo yamethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, tutakuwa tumefata yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wataala, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam hafanyi kwa matamanio nafsi yake, bali ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wataala. kala rasulu sallallahu alayhi wasallam man salla alayhi salatan sallallahu alayhi ashara